Tanzania tuna hifadhi nzuri sana, tuna mazingira mazuri kwa ajili ya kwenda kutembelea na ni rasilimali zetu. Tuna kila sababu ya kujivunia kwa rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku nazo, pamoja na kuzionyesha kupitia vyombo vya habari, tamthilia na filamu mbalimbali, lakini filamu maarufu duniani ya The Royal Tour ime ambayo imeigizwa na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan imeongeza hamasa kubwa sana na kuongeza watalii hapa nchini kutoka uh, kwenye mataifa mengine, lakini tuna kila sababu ya kuendelea kutoa hamasa hizi kwa Watanzania na wasio Watanzania kuja kutembelea uh, hifadhi zetu kuja kutembelea rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku nazo. Studioni hapa eh, leo tumetembelewa na Ally Adam ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Zijue Hifadhi za Taifa Tanzania, na taasisi hii imekuwa ikihamasisha zaidi kuhusu utalii wa ndani, na ndio maana kabla ya kwenda kupumzika nilianza eh, kumchokoza hapa ndugu yangu kwamba yeye ametembelea hifadhi mara ngapi, na pengine kupeleka hata familia yake kwenye hifadhi, kwa sababu si miongoni mwa taratibu ambazo tumezizoea kwenye e, maisha yetu ya kila siku. Ali, karibu sana. Asante kwanza, u, u, ulifikiria nini mpaka, uh, ukaja na taasisi ya Zijue Hifadhi za Taifa uh, asante. Tanzania ni nchi ambayo tumebarikiwa. Ni kweli. Tumebarikiwa vitu vingi sana mm. Mm. Lakini tulivyoangalia au nilivyokaa na na wenzangu, alikuwa wazo la pekee yangu mm. Nisiwe mchoyo wa fadhila kwa vijana wenzangu. Ni kweli. Na sisi kabla tujafika Zijue Hifadhi zetu Tanzania tulikuwa ni moja ya viongozi kwenye chama cha chama chetu kini kule, tukawa tuna utaratibu wa kuhamasishana tuende tukafanye utalii. Ndio, lakini tulipofika mwisho wa uongozi, tukasema hili lisibaki hivi mm. na hacha hivyo tu, wakati tunapita kuhamasisha watu mitaani, tukakuta kuna upungufu mkubwa, watu kutofahamu vivutio vyetu vilivyopo nchini. Kwa hiyo nikasema, hapana, hili lisiishie huku, bali tuunde taasisi ambayo itakuwa kazi yake kuu ni kuhamasisha utalii wa ndani. Kwa hiyo hilo ndio jambo mojawapo ambalo sisi litusukuma no, kwenda kuanzisha taasisi hii ya Zijue hifadhi zetu Tanzania. Okay. Yeah. Utafiti wenu pia ukagundua uka kwamba sababu ni, ni, ni, ni nini za watu <coughs> kutozifahamu uh, hifadhi hizi za taifa mbuga za wanyama kwa ujumla. Utamaduni wa Tanzania tujajidengea utamaduni wa kwenda kufanya utalii mm, lakini ukiacha utamaduni Uh, serikali inafanya juhudi sana za kutangaza vivutio vyetu, lakini Watanzania kama Watanzania, kitu ambacho tulikuja kugundua walikuwa wali mawazo yao kwamba kwanza utalii ni jambo la wazungu, lakini pili utalii ni gharama. Tukasema hapana, hivi vyote sio sahihi, kwa sababu gharama ya Mtanzania kwenda kutembelea kivutio haizidi elfu tano mia nane kwa mtu mmoja na chini ya umri wa miaka 18, miaka miaka 13 kushuka chini ni 2000, mia ngapi, 2400. no. Mm-hmm. Lakini kwenye upande wa gharama za kwamba mtu kutoka Dar es Salaam let's say kwenda Mikumi peke yako, mm-hmm. unaweza kusema kweli hii gharama ni kubwa, lakini mfano pale mtaani kwetu mm-hmm. tuko zaidi ya watu 1000 ndio moja, costa moja inachukua watu 30. Tukijiorganize tunafanya safari ya kwenda Mikumi, mtu mmoja no. anaweza kali akatumia shilingi elfu hamsini tu, sawa so, so. atakwenda Mikumi, ataingia, atakula, atakwenda na kurudi, atafanya utalii, ataona kila kitu, okay. kwa hiyo sio zile zana ambazo Watanzania walikuwa wanafikiria mpaka uwe milionea, mpaka uwe mzungu, uwe so, bilionea, ndio unaweza kwenda kufanya mm. utalii wa ndani. Kumbe utalii wa ndani tunaweza tukajiorganize sisi, kijijini kwetu, mtaani mm. kwetu no. tukaenda kufanya utalii wa ndani na utalii wa ndani sio hanasa, ni kweli kabisa. Lakini kitu kingine uh... pengine wakati unakitafuta unataka una kwenda katika kitu kingine ndiyo. Mimi ni, ni, ni niseme tu tuna viongozi katika katika kata zetu yes. na, na, na wapo maafisa wa utamaduni katika, katika, katika kila ofisi ya, ya, ya, ya kata, kata e, hivi pengine ndio vitu sawa, sawa eh? ndio vitu vya kuhakikisha kwamba bwana, kwa msimu wa mwaka huu hmm katika kata yangu ama katika mtaa wangu wa Azimio uh, tunapan, uh, tunapanga kwenda kumwagilia moyo Mikumi ama Ngorongoro, kila kaya ichangie kiasi hiki, si kwa kulazimisha. Tena kuna mtu ambaye atakataa kusema mimi sichangii kwenda kuinjoi ku na familia yangu katika mbuga ya wanyama? alafu ni kitu ambacho pengine kitakupa nafasi hata wewe kiongozi wa, wa nyumba kumi yeah. au diwani wakata, wakata husika Bwana, hii tumelichukua na ikiwezekana, na madiwani wenzangu pale eh, mlifanyie kazi hiyo maana, eh, maana. Siku, na, na kusii sana ndio gombea kaka. Na maono sawa eh. Mm. Sawa. Tuendelee. <laughs> <lapi. laughs> <laughs> <laughs> marake kama ameweza kuwaambia madiwani wenzie kaka, unaweza. Asante. Mimi labda tuseme lingine ni kwamba nchi yetu bado inahitaji pesa mm inahitaji pesa. Pesa na wahenga walikwambia, walisema hivi ikifikia nyakati za kumulika nyoka anza miguuni mwako. Unajua maana yake, maana yake nini? Unajua maana yake? Hebu mwambie, anajua yake. <laughs> <Anajua. laughs> maana yake ni kwamba nyoka, nyoka ukimulika mbali, maana yake unamulika kwa wenzio, ama unasubiri mtu aje akusaidie kumulika miguuni mwako. tuanze kuchangia uchumi wetu, kuijenga nchi yetu. Tusisubiri kutoka nje waje watumulikie nyoka miguuni mwetu. nyoka hapa nazungumzia uchumi. kumulika maana yake kuchangia, twende tukatalii tukachangia, tuka, tuka mm. tuka hizi elfu tano mia mm. nane zile elfu tano mia nane kesho zitarudi kutujengea barabara, tutapata ospitali, tutapata hospitali wanafunzi watasoma vizuri kama Sini. Ndo mmeenda na familia, eh, utakuwa umeridhisha familia yako yes. Hata mke anasema eh, nimejaliwa leo na, na. Eh. Kingine sisi tuna maisha yetu mm. lakini tukienda mbugani mm. kule tunaenda kuona maisha ya wanyama mm. na inawezekana wana, wana mweshimiwa diwanitaichakuainawezekana <laughs> <laughs> <laughs> e, <wana laughs> <tehalisha> <laughs> mweshimiwa ndio diwani. Ukitoka mm. kule mm, mm. wewe na, na, na, na, na mkeo na watoto mkirudi nyumbani, maisha yatabadilika. Kwanza unaenda kufanya refreshment mm. Mm. lakini pia utakwenda kuona maisha yanayoishi wanyama, alafu utakombela maisha yako wewe lazima, yani lazima utakuja kuona kwamba okay. kumbe kuna sehemu hapa mm. mimi na familia yangu tulikuwa tuna mess up. ni kweli kama simba na familia yake wanaishi hivi mm. basi kwa nini mimi nisifuate ule mfano Tumeimba tume sana shule mbuga za wanyama Tanzania ya kwanza Ngorongoro, Manyara na Mikumi Tanzania. Sasa hapo umenikumbusha kitu juzi tulikuwa na session kupita mtaani tunamuuliza mtu, hey mama, hebu tuambie, Tanzania tuna lemo, tutajie mbuga tano za Tanzania. Anaimba hiyo nyimbo, anaishia mbuga nne <laughs> Hamalizi amalizi e, na ukimuuliza ee, ndio umeishia hapo ee? ndio nazozijua. fikiria ee, hii nyimbo ilitungwa mwaka gani? miaka ya sabini, mm, si ndio? wakafundishwa watoto Sinde, lakini leo hii tuna mbuga zaidi ya ishirini, watu hawazijui. Umeona kuna mapungufu hapa. Kwa hiyo zijue hifadhi za Tanzania tulilijua hili, ndio maana tunakwenda mtaani kwenda kuwahamasisha Watanzania wafanye utalii wa ndani, lakini sio tu kukuhamasisha ukabaki pale, mm. Nataka nikuhamasishe uhamasike twende tukatalii, sawa. Uh, kutoka kwenye mbuga hizo tano ambazo zipo kwenye wimbo huo, mpaka sasa tuna mbuga zaidi ya ishirini na, na tunaendelea kujuzana mbuga ziko kwetu eh? lakini bado tunaendelea kujuzana kwamba kuna hiki na hiki na, hiki na kipo kwetu ndiyo. Uh, bado nguvu kubwa inafanyika na serikali na wadau mfano wenu. Ndio. Unadhani tunahitaji muda kiasi gani? Uh, muda ambao wakati huo ukifika tutasema kwamba kila Mtanzania anafahamu hifadhi zilizopo Tanzania. Okay. Tunasema uh, samaki mkunje angali mbichi mm -hmm. Samaki huyu napa naongelea sasa kizazi kizazi ambacho tukizungumzia kizazi cha miaka ya kuanzia uh, uh, themanini na kitu kurudi nyuma, mm. Hawa sasa hivi ukiwasema uwahamasishe waende kutalii mm, ni nguvu, tutatumia nguvu kubwa. Na zijue hifadhi zetu Tanzania, tuli, tuli, tuli, tuko kwenye mpango tuanzishe klabu mashuleni. Hizi klabu kule, twende tukawafundisha hawa watoto, tukawaelimisha hawa watoto, lakini watoto hawa au wanafunzi hawa ndio wataenda kuwa mabalozi leo tukichukua watoto kwenye shule kadhaa wakaenda kutalii, wakirudi atamwambia mwingine na mwingine na mwingine na huu utamaduni sasa, hata akimaliza shule atarudi nao nyumbani. Akirudi nyumbani maanake hichi kizazi ndani ya miaka mitano, let's say, tutakuwa tumetengeneza kizazi kikubwa ambacho kinatambua sasa, au kitakuwa ni kizazi chenye uzalendo wa kutambua Tanzania tunahitaji kitu gani? Tanzania tuna kitu gani? Tufanye nini kwenye nchi ya Tanzania? Tusipige kelele ya Tanzania itufanyie kitu. Jiulize umefanyia nini nchi yako. Kimoja wapo ambacho sisi vijana tumeamua kukifanya ni kuitangaza Tanzania kwenye mbuga zetu. Ukiacha mbuga tuna, tuna mlima Kilimanjaro sawa. Mlima Kilimanjaro ndio mlima namba moja kwa urefu Afrika, lakini sio hivyo tu ni mlima ambao unasimama peke yake, wanasema kwa kizungu, wanasema the li, main stand-alone mountain, first stand-alone mountain in the world yeah, ndio yani, ambao ni mlima ambao umesimama peke yake. Ukiangalia mm. Okay, ile milima mingine unasema ni vi, mi... kwa sababu uh, wanasema ni wa pili kwa urefu uh, Everest ukiwa wa kwanza, lakini Everest haujasimama peke yake. Yes, ni vile milima, yani ni safu ya milima mhm kwa hiyo ukitoa kwenye safu ya milima Everest inakuwa ya kwanza. Eh, eh, eh, Everest inakuwa ya kwanza, lakini ukiweka milima ambayo imesimama peke yake Kilimanjaro mount inakuwa ya kwanza. Ulikuwa unalijua hilo, shehe. Lakini pamoja na hayo tuna hifadhi <laughs> tofauti <tufu>, tofauti ambazo <laughs> E, sio za mbuga za wanyama japo yes, ni ni hifadhi ambazo tunaweza kuendelea kutembelea, mi ni mdau ndio. na hichi ambacho umekizungumza cha kurithisha hmm, e, kinasaidia zaidi. Mimi nimekuwa nikipelekwa kwenye mbuga za wanyama na wazazi na wazazi. Enda Tarangire, mnatalii mkiwa kwenye parachute juu mm -hmm. Yani, you just enjoy na ukiwa mkubwa unaende, unaendeleza hilo. Umepanda lile parachuti. Okay. ni? Nimemuelewa. <laughs> Alafu <laughs> <laughs> kama anaogopa hivi. Sheikh unaogopa? Hapana. Hapana. lakini kuna hifadhi ambazo um, zinavutia zaidi mfano hifadhi uh, eh, Kitulo, Kitulo. Kitulo yes. kule, kule Iringa, Iringa. Maua, hifadhi yote ni ya maua, inavutia sana mimi. hmm. nilifunga safari last year yaani kwenda okay. tu Iringa na kutembelea hifadhi za, za Iringa. Sasa kuna wakati mtu anakuwa na uh, yani, hiyo passion iko tu ndani yake yes, lakini kuna wakati inabidi uisambaze. yeah. mnatumia nguvu kubwa kiasi gani kufikisha elimu hii kwa Watanzania? Asante, tuna changamoto mm. Ingawa tunajitahidi, tunajitahidi kuwafikia Watanzania, lakini kwa bado hatuwafikii Watanzania kama vile inavyotakiwa. okay. kwa sababu kwanza tuna, tuna changamoto ya kipato kama taasisi lakini, ili ufike, ufike hayo maeneo lazima uwe <coughs> na usafiri ambao sisi kama taasisi hatuna bado mm. lakini bado wadau wada, wakutushika mkono bado imekuwa ngumu kwetu mm. Kwa tunajitahidi kwenye hivi vi social media vyetu vidogo vidogo yeah. Vi, vi account vyetu tunakuwa tuna post no, no, no. lakini pia tukipata, tukipata wasaha kama huu basi tunajitahidi kuzungumza na watanzania kuweza Ku, ku, kuwafikishia ujumbe hawa ambao mnazungumza nao, na ambao mnakutana nao kuwafikishia ujumbe wanawaelewa? Tunashukuru, okay. Wanatuelewa hmm. Wanatuelewa kwa sababu kila unayezungumza naye na ukimwambia safari ya kwenda kutalii yuko tayari, maanake hmm. Huyu mtu yuko anaelewa hmm. Na tutumie, tutu, tutu, tutumie muda mwingi kuwaelimisha Watanzania Watanzania wana vipenda vya nyumbani Tumegundua hicho kitu, wa Tanzania wanaipenda Tanzania, yaani mimi nashangaa samani, lakini andiyo. Kuna makundi wanataka kuja kuharibu sura ya hii nchi mm, kitu ambacho sisi wadau wa utalii wanatuharibia. Kwa nini wanatuharibia? Kwa sababu tumetoka kwenye, kwenye, kwenye COVID, si tumeelewa kwenye COVID idadi ya watalii ilishuka sana, lakini serikali ilijitahidi ikainvest ika, ika zaidi ya bilioni tisini mm. kwenye maeneo yetu yote ya mbuga au ya vivutio na sasa hivi tunavyozungumza watalii washafikia zaidi ya milioni moja laki nane, amini milioni mbili kitu kama hicho kishafika milioni mbili okay, au watalii wa nje mm -hmm, lakini watalii wa ndani tuko, tuko zaidi ya milioni tatu kwa msimu uliopita mwaka, mwaka elfu mbili na ishirini na nne sawa so, okay, sasa inapotokea tupo kwenye kipindi hiki cha uchaguzi mbacho, na ndo kipindi ambacho watu wengi wanakiogopa wakiogopa sana kuja kufanya utalii kwa kufikiria nini? mm. Machafuko sawa. Kwa hiyo kama serikali inajitahidi kuonyesha kwamba nchi iko salama na no. Sisi wadau tunajitahidi kusema kwamba Tanzania iko salama okay. Tusiogope kuja kutalii, tusiogope kwenda kutalii. Tanzania yetu iko salama <laughs> tuende tukafanye tukafanye. Okay. Utalii wa ndani sasa hivi kuna shida kubwa uh, tunaita changamoto ya afya ya akili mm -hmm. Ambayo hata hii leo imetoka kujadiliwa bungeni lakini kwa ni kwa sababu ya mfumo wa maisha ulivyobadilika na yote ambayo watu wanayapitia kila siku, hebu wa, waambie Watanzania namna ambavyo kwenda kutembelea hifadhi zetu zinavyoweza kutuondoa kwenye hii misongo ya mawazo inayotupelekea kupata changamoto za afya ya akili. <laughs> <laughs> tunaishi na stress sana duniani. <laughs> Sahihi, kwanza uh unavyokwenda mbugani au, mm. uh, unavyokwenda yes, kwenye kivutio, kwanza unaenda kukutana na asili asili, mm. kwa kizungu sema natural yeah. Manaake kule unaenda kupata kwanza hewa safi na tunajua kabisa oksijeni ikiwa ya kutosha, yeah, akili inafanya kazi vizuri, yeah. Lakini pili unaenda kujifunza, kujifunza juu ya mimea, kujifunza juu ya, ya, ya wanyama sawa, kujifunza juu ya asiri, lakini tatu unakuwa bize kuelewa, maana unaenda kupunguza yale yote ambayo ulikuwa nayo mm. maana kule sasa hutomwaza tena mheshimiwa diwani, hutomwaza tena baba nyumbani. Wewe unachokiwaza pale, uambiwe simba ana sifa gani? kwa nini, kwa nini simba ana wanawake kumi? anawezaje kuwa mudu baba? unataka ujue anawezaje kuwa mudu, mm. mudu. Mm. si ndio? Kwahiyo hile itatu, kwa nini twiga mm. akitembea ya miguu yake ya kulia inaenda <coughs> sawa <coughs> na ya kushoto inaenda sawa eh. <laughs> eh. <laughs> eh? lakini Sa -sa. pia utajua shehe twiga mm -hmm. anakaa juu kwa masaa mm -hmm. mangapi au kwa sekunde ngapi? okay. eh. lakini hivi vitu watu hawavijui mm. eh? Madamu hapa ushawai kujua kwa nini uh, yule uh, buffalo kwamba ndio mnyama anayeogopwa polini? ushawai kujua hilo yes. Kwa nini anaogopwa? Kwa nini anaogopa? mm. Sababu watu wengi hawajui, wakimwona nyati wanajua ah, kati ya nyati na simba, simba ndio atakuwa anaogopwa zaidi, wakati kumbe ukienda mbugani sasa, mm. ndio utaenda kujua kwamba nyati ndiye mnyama anayeogopwa zaidi mbugani kuliko simba, na sana sana akiwa nyati yuko peke yake. Huyu kwanza ametengwa, no. Lakini pili anakuwa ni mwenye, mwenye, mwenye, mwenye tahadhari mda wote, mnaona mm. no. no. kwa hivi vitu tukikaa nyumbani tuweze kuvijua, lakini twende tukatembelea vivutio vyetu Tanzania sana. Wakati nimekwenda kutembelea mbuga ya wanyama Mikumi hmm. tulikuwa kikundi hivi. Mimi kwanza, ulienda kutembelea au ulipita pale ukaona wanyama? Nilikwenda kabisa kutembelea <laughs> nikafuta taratibu zote na nini hmm. Sasa mmoja kati ya tulikwenda kutembelea pale akamwona huyu huyu so, asiseme ng'ombe. Ndugu yangu ng'ombe kama <laughs> <laughs> ile ng'ombe eh <laughs> anaitwa <laughs> uh -huh. ng'ombe, pole, hakukosea. Sasa kitendo alichotaka kukifanya ndipo yeah. ambapo tulimwambia bwana, huyo sio ng'ombe kama ng'ombe wa kule nyumbani. tunataka kumshika pembe ya rafiki, si unajua marafiki, tunataka kumshika pembe kabisa. kwa kweli Ally tunakushukuru sana kwa mm -hmm. kuwa nasi endeleeni kutoa elimu hii kwa jamii e, mkimhitaji mpona naweza mm, kwenda naye sawa sawa, eh. Safari za huko zinakuwa mara ngapi kwa mwaka? Aha, kwa haraka, haraka kwa haraka haraka ni kama mara tatu mara tatu yes. Mwezi wa ngapi wa ngapi, wa ngapi? Tunaendaga mwezi wa ta, wa sita mwezi wa tisa na mwezi wa kumi na mbili yes. Kwa sawa, sababu sana tunalenga lenga sana likizo Vizuri sana tunakwenda. Msiniache basi ndugu zangu, lakini mimi cha kumalizia kabla hey, mjaniambia nimemaliza. Watanzania, hmm, tuende tukafanya utalii wa ndani kwa sababu uchumi wetu, hmm, unategemea utalii, kwa sababu utalii mpaka sasa hivi unachangia asilimia kumi na saba ya pato la taifa, maana kwa GDP asilimia hmm. Kumi na saba maanake, mm, apa tunaongea zaidi ya bilioni 4 za kimarekani dola bilioni 4 zinaingia nchini kutokana tu na eneo la utalii. Kwa hiyo na sisi tukiwa na juhudi kubwa za kwenda kufanya utalii wa ndani, maana yake tunaenda kuchangia uchumi wa nchi na sisi, barabara zetu zitajengwa, mashuleni wanafunzi watasoma vizuri, hospitalini madawa yatakuwepo, maisha yetu yatakuwa mazuri pia. Asante. Endapo nataka kwenda kutembelea hifadhi fulani ndi, ni lazima niwe na kikundi ama nikiwa hata peke yangu na watu wangu wa karibu tunaweza uh, kwenda na tunawapataje pia? Aha. Uh, unaweza kwenda hata peke yako sawa, na kwa sababu kwenye vikundi tulizungumzia kwa kuwa watu masuala yao ya nini ya kipato, lakini kwa peke yako tunaweza tukakupeleka wewe na familia yako tunaweza tuka kupeleka mm. sisi tunapatikana kwa namba za simu sifuri saba nane tisa kumi ishirini na nne sabini na moja lakini pia tunapatikana kwenye namba sifuri saba nane tano mia tatu kumi na moja mia tatu kumi na mbili Ukitafuta kwenye namba hizo unatupata moja kwa moja, na tunakupeleka mbuga yoyote ambayo wewe unahitaji kwenda kutembea kabisa. Ha. na pia msisahau kuwa kurudia kutembelea hifadhi fulani mm, ni, mm. Mm. ni tiba zaidi, ni tiba zaidi. Mm. Na ilivyobahati siku hizi kuna nimefurahi kukuta utalii ambao unafanya wakati wa usiku mm -hmm. Nilitembelea Ruaha mwaka jana yeah. mm -hmm. Wanafanya utalii usiku na unapata kuona vyema zaidi wanyama, hasa wale ambao inakuwa ngumu kuwaona kwa muda wa mchana, kwa hiyo mwambie Watanzania. Mwingine anaweza akakwambia mm -hmm. mimi nilishaenda Mikumi siendi tena. E, warudie kwenda kwenye hifadhi ambazo hata wamewahi kwenda, nakuongezea na, na, na. Kuna mtu mmoja tushakutana naye mm. sehemu kuna media moja hivi hatuwezi kuitaja mm. akasema mimi nafanya nini? ah, tuna tunahamasisha tuna, tuna utalii wa ndani siku hizi watu wanajua, kwa hiyo haina maana tena kuanza kutangaza. Nikamuuliza, hivi unakijua kinywaji fulani Naambia nakijua. Umekijuaje? si wanakitangaza. Asante sana na tunakushukuru sana Ali eh, asitokee pia mtu wa kuwakatisha tamaa. Anaitwa Ali Adam, ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Zijue Hifadhi za Taifa Tanzania taasisi ambayo imejikita kuhamasisha utalii wa ndani hapa nchini. Kubwa zaidi e, ndio hilo, pamoja na vipato vyetu na maisha yetu namna yalivyo ya kila siku, lakini tunaweza kwenda kufungua e, akili zetu zaidi na tunaweza kwenda kurefresh kupi, e, kupitia rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea na jamani jue Mungu amekuwa na sababu zake. Hakika, hizi e, hifadhi angezipeleka nchi yoyote. Ni kweli. Lakini kaamua kuziweka Tanzania hilo hmm tu ni muhimu tukajiuliza. Sali. Kwa nini tumewekewa sisi?